Kurudi kwa kijii cha Mumbo na angamizo mlawatu, Nyangalio. Mkuduru kilirudi kuwa mahali pa amani, lakini kwa wale waliokuwa wameshuhudia jinamizi la Nyangalio, kumbukumbu kumbu zake zilikaa mioyoni mwao kama kovu. Musa, sasa mtu mzima mwenye mke na watoto wawili, alikwewa hayo hadhi ya mlinzi wa kijiji. Kila usiku alizunguka pembezoni mwa kijiji akiwa na mkuki wake akihakikisha hakuna chochote cha kutisha kinachorejea kutoka giza la zamani. Lakini hata baada ya miaka mitatu hofu yake haikuwa imeondoka kabisa, na hofu yake haikuwa ya bure. ishazi wa saba wa mwaka wa tatu, mambo yasiyoeleweka yalianza kutokea tena. Kwanza ndege wa usiku walitoweka. Kila usiku kulikuwa na kimya kisicho cha kawaida, kana kwamba msitu ulikuwa umepoteza uhai wake wa asili kisha watu wakaanza kuota ndoto mbaya, ndoto za macho mekundu yakitazama gizani, ndoto za, za miguu mikubwa ya paka ikitembea kwenye vumbi la kijiji, ndoto za kilio cha Mumbo akimwita Musa kwa mbali: Musa, giza linarejea. Mwishowe usiku moja, mtoto wa kwanza alitoweka. Ilikuwa binti mdogo wa miaka mitano aliyekuwa amelala ndani ya nyumba ya wazazi wake. Walipoamka asubuhi walikuta mlango wa nyumba yao ukiwa wazi na alama za kucha kubwa zikiwa zimeng'ang'ania sakafu ya udongo hakukuwa. Na dalili ya msichana huyo. Kijiji kilijaa hofu. Wa kijiji, wa kijiji, mkutano wa kijiji. Wazee wa kijiji waliita mkutano wa dharura, wakakusanyika kwenye mti wa mzungu, mahali ambapo uamuzi mkubwa wa ukoo ulifanyika. Walinamisha vichwa vyao, wakijua tayari jibu la matatizo yao, nyangali wamerudi. Lakini musa hakukubaliana nao mara moja. Nilimwangamiza, niliona mzimu wake ukiteketea kwenye mwanga wa mwezi. Haiwezekani arudi tena. Lakini mzee mmoja, baba Kilongo, alimtazama kwa macho mazito, kisha akasema, Musa, ulimwangamiza mwili wake, lakini hukufunga roho yake. Ulisikia mwenyewe alichosema, hili si mwisho wangu. Amerudi na safari hii ana njaa kubwa zaidi kuliko hapo awali. Kijiji kizima kilitetemeka kwa hofu. Kama kwenyangalio alikuwa amerudi, basi walihitaji kumaliza kazi hii moja kwa moja. Musako wa Giza. Musa alikusanya vijana jasiri wa kijiji, wakawa na silaha zao za jadi, mishale yenye sumu, mikuki iliyoimarishwa kwa dawa za mitishamba na fimbo za uganga kutoka kwa Nyabura, mganga wa kijiji. Usiku ulipoingia, walielekea msituni wakiwa na matumaini ya kupata dalili yoyote ya neema au kitu kingine, lakini walipofika ndani ya msitu wa Kikwajuni waligundua kitu cha kutisha zaidi pale walipomua Nyangalio miaka mitatu iliyopita sasa, palikuwa na shimo kubwa lililochimbwa ardhini kana kwamba kitu fulani kilitokea chini ya ardhi na kutoka nje. Mungu wangu, kijana mmoja alinong'ona, akirudi nyuma kwa hofu. Hii ina maana gani? Musa aliinama na kuangalia kwa makini. Katika ardhi yenye unyevu, alama kubwa za nyayo za paka zilionekana zikielekea kwenye msitu wa giza, na karibu na shimo hilo kulikuwa na nguo ndogo za mtoto, nguo za Nima. Moyo wa Musa ulikunjamana kwa hofu na hasira. Nyangalio hakuwa amerejea tu, alikuwa na mateka na alitaka kitu kutoka kwao. Mzimu wa Mumbo. Ghafla upepo mkali ulivuma kupitia msitu wa Kikwa Juni ukiambatana na sauti ya kuogofya. Kila mtu alishikilia silaha zao kwa uoga, macho yao yakiangaza huku na kule. Kisha kutoka kwenye kivuli cha miti, kivuli cha mtu kikatokea. Kilikuwa nambo la binadamu lakini macho yake yalikuwa meupe kabisa na mwili wake ulionekana kama moshi uliokuwa ukitingishika kwa upepo. Musa alihisi damu yake ikaganda mwilini ilivyokuwa inakaribia, likitambua ndio ilikuwa mzimu wa mumbo kaka yake aliyekufa miaka mitatu iliyopita, lakini hakuwa kama alivyozoea. Alikuwa amebadilika na macho yake yalikuwa na huzuni isiyoelezeka. Mzimu huo ulisimama mbele ya Musa na kuzungumza kwa sauti nzito ya mbali, kama upepo wa kaburi Musa, nilijaribu kumzuia lakini ni mwenye nguvu sana sasa, anataka kisasi na anataka mwili mpya. Musa alihisi mgongo wake ukimwagika jasho. mwili mpya kwa ajili ya nani? mzimu wa Mumbo ulimtazama kwa huzuni, kisha ukasema kwa sauti dhaifu, anataka mwili wako. Kwa sekunde chache, kila kitu kilioneka na kusimama. Musa alihisi moyo wake ukitunda kwa nguvu. Kama kweli Nyang'alio alihitaji mwili wake basi alikuwa na muda mfupi sana la sana kabla ya jina mizi hili kutimiza dhamira yake Musa alimtazama mzimu wa kaka yake akijua kuwa muda ulikuwa unayoyoma naweza kufanya nini aliuliza kwa sauti iliyojawa na ujasiri ingawa ndani ya moyo wake alihisi woga usio wa kawaida mzimu wa mumbo ulitabasamu kwa huzuni kisha ukasema lazima umchague mtu atakayotoa mwili wake kwa ajili ya kufunga roho ya Nyang'alio milele Musa alihisi mwili wake ukitetemeka. Una maana?